Piga magoti yako kwa kumshukuru Mungu Yesu. Wachungaji, wachungaji pita kule, wachungaji pita kule. Mtumishi wa Mungu, mashemasi, wachungaji pita kule, watenda kazi pita huko. Nataka tuanze kurudisha kipawa kilichoibiwa, huduma iliyoibiwa, kipawa kilichoibiwa. Nawauliza, mitume walio mahali hapa waanze kuamka, mitume walio mahali hapa waanze kuamka, manabii walio mahali hapa waanze kuamka, nguvu ya unabii, wainjilisti waanze kuamka, walimu waanze kuamka. Kuna ujazo unapita, kuna nguvu mpya inatembea, kuna ujazo unatembea, watu wanajazwa tena, watu wanajazwa tena, kuna mguso unatembea, kuna mguso unatembea kuna mguso unatembea, kuna mguso unatembea. Roho wa Bwana anawajaza ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, Bwana, ndio Bwana. Watenda kazi, watenda kazi, endelea, endelea. Pokea mwanangu katika jina la Yesu. Shukuru Mungu, pokea. Unamshukuru Mungu naenda kuendelea na maombi. Naenda kule kaendelea na maombi. Mlete hapa, mlete hapa muinue msaidie Naenda mpeleke kule kaendelea na maombi. Ah, pokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ali hai. Kwa jina la Yesu. Mlete hapa.

kwa jina la Yesu nenda kumaliza nyumba yako. Amen, sema asante Yesu. na kuapisha nyama za kimya toka. Nenda, sema asante Yesu. Nenda, nenda, nenda. Mlete, mlete hapa, mlete shapa popopa, mlete hapa, mlete, mlete, mlete, mlete, mlete. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Paza sauti yako na kuapisha, sogea kwa jina la Yesu. Amka, amka kakae, amka kakae. Shepa, papa, papa, papa. Amka nenda dada. Sema sante Yesu pale. Lete, lete. Kaa pale. Nyamaza kimya na kwapisha, hautakufa, utaishi, amekaa hapo. Amka hapo. Utazaa mtoto wa kike utazaa mtoto wa kike, pokea uzazi. Inua mikono yako ukiwa umekaa. Siku hii ni siku aliyoifanya Bwana. Siku hii ni siku aliyoifanya Bwana. This is the day that God has done it. Mlima uliopita. Sasa yakosha, yakosha, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Lord Jesus. Ongea kwa sauti kubwa, mwite. Sema Yesu, Jesus. Rudia tena, Jesus. Sema mlima huu Umezalaulika vya kutosha, umekataliwa vya kutosha, umechukiwa na watu vya kutosha. Kuna wakati umekosa hata chakula. There's a time you didn't have food. Unaona kwamba umekuacha. Lakini Yesu uko na wewe. Pokea neema kubwa juu yako mwanangu, uko hapa, ndugu yangu, rafiki yangu, umezalaulika vya kutosha. Sasa yatosha. It's enough. Sasa yatosha. It's enough. Sasa yatosha. It's enough. Sasa yatosha. It's enough. Sasa yatosha. It's enough. Inaupitisha upanga juu ya madui zako wote. Raising a sword against all your enemies. Kuna mlipuko unatembea kila mahali inapopita, unaona. Saidia kule nyuma. Nimekamata upanga natembea kila mahali, adui zako wamepigwa. Amka, usiogope, umeshinda. Amen, nenda. Eh wewe, jirani yake anajenga nyumba ngapi? Anajenga nyumba mbili. Hii ya pili anayojenga itakuwa ya pili. Jirani yake, unaitwa nani wewe, ustazi mkubwa na kukamata, kuanzia sasa kipimo kile kilichompimia huyu na kupimia na wewe kufa mwenyewe kwa jina la Yesu amen. Pokea <damatra> uzima mwanangu, nenda nenda mwanangu, mshukuru Mungu, umeshinda, usiogopa, umeshinda. Sawa, nenda nenda, nenda, nenda, nenda, nenda, nenda, nenda. Nyamaza kimya, toka unaozuia nisiende kwake na kufunga wewe na kutupa kuzimu kwenye mji wake nitakanyaga, katika jina la Yesu amen. Kaa hapa mama, ondoka kwenye nyumba, toka kwenye nyumba, ondoka kwenye nyumba, achia watoto Mama ninaiona ajali kwa mtoto wako wa kike. Mtoto wako wa kike askali, ninaiona ajali juu yake kwa sababu hii roho ilitumwa, imehangaika, imeshindwa. Sasa naona nakimbilia kwa mtoto wako wa kike, yuko nyumbani, yuko Mbeya, k kaenda Mbeya. Naomba, mpe namba yangu, sawa? Anipigie leo kabla ya saa mbili usiku, sawa? Kama sitapokea simu anitumie meseji. Mimi mtoto wa mzee wa kanisa, kuna vitu nimpe maelekezo ya kufanya, sawa? Mama, naikomboa familia yako kwanzia ya mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho, nakomboa watoto wa tumbo lako, mauti na ajali irudi ilipotoka kwanzia sasa. Napanda uzima kwenye familia hii na furaha na amani, katika jina la Yesu. Kuanzia leo Mungu anasema nitangaze amani na ushindi. Huyu baba Mungu anamponya kabisa, na Mungu anamponya kwa makusudi. Anamponya Mungu kwa sababu ya wewe, kwa sababu wewe unampenda Mungu. Kwa hiyo Mungu anamponya kwa huruma zake. Amina Baba, mbingu zinawaitamia kuanzia leo hii, katika jina la Yesu naiondoa ajali kwa ubinti naiondoa ajali kwa huyu binti. Wewe adui, ndio naiondoa ajali kwa huyu binti, naiondoa ajali kwa huyu binti, ajali ya pikipiki naifuta, naifuta, naifuta, naifuta, naifuta na kwa damu ya Yesu aliyo hai, pokea ulinzi. Inua mikono juu, kila mmoja sema ajali, juu ya maisha yangu. Kwangu. Kwenye familia yangu. Kwa watoto wangu, wakiwa wanakwenda shuleni, wakiwa shuleni, wakiwa wanarudi nyumbani, walindwe na damu ya Yesu. Ewe ajali, kufa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.

I I spread the the I spread the the the blood blood of of Jesus. All the ways. Sema na sambaza damu ya Yesu. Jesus. Kwenye vyombo vyote vya usafiri. to to all the the the the vehicles. Katika jina la Yesu. In the mighty name of of Of Jesus. Na kila mauti. And every death. I I I I close it. I it. I take it to the hell. It kuzimu. take hell. will not come back. siku ya Ya hukumu. Until the day of judgment. Ya Mungu mwenyezi. God Mimi ni hai. am vya usafiri kaaialayeskila mauti In Jesus. Kristo yu ndani yangu. And Jesus is in me. Naachilia uhai. I command life. Ndani ya familia yangu. Into my family. Kwa watoto wangu. Into my children. Kwenye familia yangu. Into my family. Kwa watu wa nyumbani mwangu. And to my people. Naachilia uhai. I release life. Naachilia afya. I release health. Katika jina la Yesu. Of Jesus. Sema amina. It is done. Piga Yesu makofi sasa.